So kuna ino comment hapa ambayo one of my biggest fan alikuja na kusema kwamba KG, napenda sana habari zako, lakini kwa nini sana sana ukiongelelea kuhusu 254 nchi ya Kenya, wewe kila unachokiongelelea Kenya ni kitu kibaya, ama kila chochote utakachokizungumzia kuhusu nchi ya Kenya ni kitu ambacho hakiko positive, yani vile vitu vyote ambavyo Kenya vinafanyika, does it mean, inamaanisha kwamba hakuna kitu chochote ambacho kina uzuri ama kina ubora wote? KG, geuka bana, sio zuri, sio sahihi unavyofanya, kwa sababu nchi ya Kenya pia iko na mabaya yake kiukweli kabisa, lakini pia vile vile tukumbuke iko na mazuri yake. So kiukweli alikuwa ni kama ananikumbusha ama alikuwa ananiambia vitu ambavyo ni sahihi kabisa, na mimi nimekubaliana navyo kama KG na kama nilivyosema kwamba hapa kwa KG tunajuzana na kuelimishana vile vile, pia tunaburudishana na kuelimishana na kukatazana maovu yoyote yale ambayo huenda yakawa yanatendeka, na sisi tuko hapa kama makio cha jamii ili kufanya nini? Kuyazuia kwa kuyaongelelea kutumia nguvu ya mdomo pasi silaha yoyote ile. Sasa leo, nataka tuongelelee uzuri wa Kenya ama yale mazuri ambayo wa Kenya wako nayo hapa duniani. So uzuri wa kwanza ambao nitaongelelea hapa kuhusu wa Kenya, nitaongelelea kuhusu umoja wa Wakenya kwenye mtandao. Yani Wakenya wako na umoja fulani vile ambao haujaionekana dunia mzima. Yani Mkenya kwenye mtandao akionewa na, na, na, na, na mwananchi kutoka nchi nyingine tofauti, yaani huyu Mkenya ambaye yuko kwenye mtandao either ni wa Facebook, TikTok, YouTube, X, kokote mtandao wote ule, ambaye atakashifiwa ama atatukanwa atatusiwa, either awe msanii ama awe pastor ama awe president, hata kama Wakenya wenyewe hawampendi sasa mimi napenda kutoa mfano mzuri wa Rais William Samoei Ruto. Nitakwambia kwamba William Samoei Ruto takriban asilimia tisaini, 90% of Kenyans hawampendi William Samoei Ruto, lakini endapo Mkenya yoyote atamkashifu William Samoei Ruto kwenye mtandao, Wakenya wote ataungana kumkashifu William Samoei Ruto, lakini endapo kutatokea mtu mwingine kutoka nchi nyingine ama kutoka sehemu nyingine ambayo siyo ya Kenya ambaye atasimama na kumkashifu William Samoei Ruto basi Wakenya wote watalegemea upande wa Ruto na kumsapoti Ruto na kumtukana yule ambaye sio Mkenya. So huo ni umoja ambao Wakenya wako nao wa. Vilevile pia nitakupa mfano mmoja pia hapa. Endapo Mkenya yote atafanya kosa lolote nje ya Kenya, ama Mkenya ama mwananchi wa Kenya ambaye atafanya kosa lolote lile, lakini awe hayako ndani ya Kenya, awe yuko nje ya Kenya, basi Wakenya watakumbana kwa pamoja, Wakenya watapatana kwa pamoja na waweze kumtetea yule mtu ambaye ni Mkenya ambaye yuko nje ya Kenya. Na kwa mfano mwingine hapo wa Nduta, kuna yule mwanadada ambaye alipatikana na madawa ya kulevya ambapo aliweza kushikwa kule Vietnam na kuambiwa kwamba akanyongwa, kwa sababu ya kwamba ameshikwa na madawa ya kulevya kwenye bag lake ambalo alikuwa tusafiria. Wakenya waliweza kuungana kwa pamoja kwenye mtandao na kukashifu kile kitendo na kusema kwamba la afadhali mara ishirini mumlete tuje tumnyonge wenyewe nchini kwetu nyinyi mumnyonge uko Vietnam turegesheni. Wenyewe so wakenya wengi walizama kwenye mtandao, wakaingia kwenye mtandao na kukashifu, kuweka majume zao na kushia zile video kila mara, kwa mara jina la ndutali ikakuwa kwenye trending dunia nzima. Hivyo basi ile serikali ya Vietnam ikapata ugumu sana ya kumhukumu yule wakati Vietnam, sheria yao yenyewe, yani ile sheria ambayo wamejikia, yeyote atakayepatikana na madawa yenyewe itazunguka 2 grams yote yule ambaye asafiri, basi hukumu yake ni kunyongwa kifo. Hakuna story wala hakuna story za kuongea baina nchi moja wala moja, lakini kwa sababu ule umoja wa Kenya ambao ulienda ukashinikiza kitu fulani, basi yule msichana aliweza kusave, baada ya kwamba William Samuel Ruto pamoja na serikali yake iliweza kutoa watu ambao walisafiri mpaka Vietnam na kuweza kuongea na serikali ya Vietnam ili huyu msichana apewe nafasi ingine aweze kujitetea, kwa sababu Wakenya walikuwa wanasema ya kwamba ile madawa alifanya pokewa huyu msichana siyo mwenye alibeba yeye mwenyewe. So unaona wazi kabisa kwamba kitu ambacho Mkenya unaweza ukamsifia ni kitu cha umoja. Nikupe mfano mwingine pia hapa ya kwamba endapo kutakuwa kuna mchezo aidha ni wa mpira ama mchezo wa Kenya ambao uko nje na basi, wale Wakenya ambao uko kwenye ile nchi ambayo iko nje ya Kenya wataweza kuungana kwa pamoja kwa wingi na kuvaa nguo ambazo zina represent nchi yao ya Kenya na kufika pale ili kushangilia Wakenya wenzao, aidha waye ni wa kukimbia ama ni wa kucheza mpira ama ni wa kurusha mkuki ama wa kucheza ragbi. Wataungana pale Wakenya wengi sana yani. Na endapo pia vilevile vile, kuna msanii ama mtu ambaye anatumbuiza ambaye ni Mkenya yuko ndani ya Kenya lakini ametoka nje ya Kenya na ameena tumbuiza nchi ngine wa Kenya pia vile vile wataungana kwa pamoja na kumsifia yule mtu wao hata kama hakufanya vizuri. Da kwa mfano tu wa ujamaa anayejiita Bien ambapo alienda zake kule Tanzania na kuenda tumbuiza kule Tanzania ambapo aliwagaragaza wasanii wa Tanzania na kuonekana kambe kama yeye ndio msanii bora ambaye anaweza akaimba unyimbo bila kutumia hizi mabeats na kuimba live. Ikaonekana kwamba East Africa wameongozwa na nchi ya Kenya, msanii ambaye ametoka Sauti Sol Bien ambapo anajulikana kuimba wimbo ama kuimba nyimbo bila kutumia bit na kutoa sauti ambayo iko na mvuto sana bara, bara zima la East Africa ama bara zima la Afrika ya basi, Wakenya waliweza kujumuika kwa pamoja na kusema kwamba lazima tumwinue mtu wetu kivovote vile. So kwa ufupi, yani, ukiniambia nizungumzie mazuri ya Wakenya ama ukiniambia nizungumzie uzuri, kile kitu ambacho napenda zaidi kuhusu Wakenya aidha wako ndani ya Kenya, nchi ya Kenya, mimi nitakwambia wa Kenya wako na ule upendo wa umoja endapo mwenzao amepata kashwa ama endapo mwenzao amepata maonevu yoyote yale nje ya Kenya. Na bado vilevile pia nikusisitini kukumbushe, pia kwamba endapo kutatokea Mkenya yoyote ambaye yuko nje ya Kenya ambaye atahitaji msaada wa Wakenya wenzake kwa sababu maybe msaada wa kuchangiwa pesa fedha fulani, ili aweze ku save kwa jambo fulani ambalo linamkumba linam, linam kule ambako yuko basi, Wakenya wengi watajitokeza na kumchangia ni yani Wakenya wengi sana wanajitokeza na kumchangia yule Mkenya mwenzao, ili aweze kusaidika na ile jambo lake ambalo atakuwa amelirepresent kwa wananchi. So kitu kimoja ambacho tunapenda kuhusu Wakenya ni umoja wao ambao wako nao. Lakini my friend wa Kenya, kuhusiana na mabaya, ama tukisema, tunazungumzia kuhusu mabaya Kenya ya Kenya ale ambayo inatendeka kwa sahihi especially ndani ya serikali ya 254 wallahi ni mabaya mengi sana nayahuzunisha sana yani kila siku mi nikiamua kuleta habari za kenya ama kila siku nikiamua kuleta habari mbaya za kenya ambazo sikuziekelea sikuiekelea ni siku zile habari za ukweli wallahi itakuwa majonzi sana jana nilikuwa na habari ambazo ilikuwa ni zile tapa niwaambia kwamba ndugu zangu ni hata wale watoto ambao wanatarajia kuketia mtihani wao wa mwisho wa mhula ama wa mwisho wa, wa uh, uh, kitambo kwa tunaita KCPE na KCSE ambayo ni Kenya Certificate of Primary Education na Secondary Education. Sasa hii nchi ya Kenya ama serikali ya Kenya imeshindwa kulipia hiyo mitihani, ile watoto wetu wakasome kule ama watoto wetu waende wakafanya ile mitihani. So utaona ni cases nyingi wa Kenya: walimu, walimu wameshindwa kulipiwa pesa zao, watu ambao wanashughulika hospitalini, madaktari wameshindwa kulipwa pesa zao na serikali. Serikali imeshindwa kutenga pesa za elimu wakati Yani, tukiongelea kusoma mabaya ya Kenya, my friend ni mengi sana, tuseme tupumzike. Lakini hatuwezi tukasema kwamba hakuna mabaya ya Kenya ama serikali ya Kenya inafanya vitu ambavyo ni sahihi. Sidhani. Na kama serikali ya Kenya inafanya vitu ambavyo ni sahihi basi ni two to three percent out of the hundred percent that we are expecting the government of Kenya wafanyie wananchi wa Kenya. So it is what it is guys. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share. And uh, nitajitahidi sana nitafute zile ambazo ni habari nzuri za Kenya ili tuweze kujipa moyo tuko fupi. Nitasema hivyo.